Hizi sahizi kwa jina anaitwa Hamisi Mtavuka, ni meneja mwandamizi kwa kitengo cha biashara ya NMB makao makuu. Nafikiri maneno ambayo ameshazungumzwa mmeasikia, na vile vile ni tunafurahi kwamba tunaoshuhuda mwandoumunani Kifupi kabisa, kulingana na kwa mfano ii tamasha iie nan huu mkutano wenyee unavyojielezea, ni kwamba kama ambavyo meneja amezungumza, ni kwamba sisi kama taasisi ya fedha tumefarikika na tuna ni kwamba tuko pamoja na wadau wenzetu katika initiatives ambazo ya, tayari katika mchakato ambao unaendelea zetu wa AFINet pamoja na ndugu zetu wa Stamico na watu wengine, kwa sababu kiukweli kabisa hata katika hali ya kawaida ni kwamba unavyokuja wewe mwenyewe, uh, kidogo unaweza ukahisi kwamba kuna changamoto nyingi, au unavyokuwa kile kikundi ambacho hakina nguvu, nafikiri kwa maana nguvu ni kwamba zile changamoto zingine mnazimaliza nyinyi wenyewe, kwa sababu kuna watu wana uzoefu uzoefu tofauti. Kwa hiyo kuna changamoto, kuna matani mshazikwepa hata mnapokuja benki inakuwa, mnapokwenda kwa benki na sina fedha nyingine, ni kwamba inakuwa ni rahisi hata wao kwenye yule mchakato wao wa kuona kwamba hawa ndugu zetu tunaweza tukawasaidia kutoka katika eneo ishu, kwa ya kwamba wao waende mpaka fikie lengo za kampuni pia ni ishu nzuri zaidi, kwa sababu unavyozidi kuwa unasema, unavyozidi kuwa rasmi, ndio unahisi taarifa zako kule Amerika.